Tumeenda Gymkhana tumeangalia, na tumepokea taarifa na amesema amefikia asilimia themanini, na vifaa vingi kile unachokiuliza kiko store. Kama asilimia themanini inatamkwa kwa sababu ya vifaa kuwa store, manake amenunua vitu vingi kufikia hatua hiyo. Hili jambo ni la dharura Gymkhana kuna makubaliano yanafanywa kati ya SUMA JKT pamoja na timu kutoka Uturuki. Ndiyo, Mheshimiwa. Sasa kwa hali hii na kwa maelezo komanda, ya kamanda, ilikuwa vifaa vipo vipo vipo. Niwape kazi makatibu wakuu ya muda mfupi sana, kwa sababu jambo hili la dharura, leo kesho tarehe 30, 31 mfanye ukaguzi wa vifaa hivyo vinavyotamkwa viko stoo, na kwa kuwa jambo hili kiutendaji liko kwenu, mlete taarifa inayoleta inayoeleza uwepo wa vifaa vyenyewe na kazi yenyewe utakapoanza na kukamilika katika kipindi kifupi, ili kufikia mwezi Aprili mwishoni hiyo asilimia themanini tu tunaiona kwa macho, lakini taarifa hii mimi nipate tarehe moja ya kuwepo kwa vifaa hivyo vivyoko sto. Yani keshkutwa tu hapa saa nne saa nne asubuhi mimi nipate taarifa. Kwa hiyo, katibu mkuu wizara ya fedha, katibu mkuu wizara michezo, utamaduni, wizara ya fedha na katibu mkuu wa TFF taa kumjulisha katibu mkuu au mk mkurugenzi wa miundombinu naye aingie aje kujiridhisha hali hii.